Nilipofika mbele kinyang'anizi kiasi hichi, nilikwambia nini jana? Nilikwambia hivi, sitaki unifuatilie wala sitaki una sura yako katika macho yangu. Ndio basi, Adija tuongee. Mimi je, kwa nini? Niongee ni na nini na wewe? Adija usifanye hivyo. Adam, naomba uondoke kwetu. Sitaki mazungumzo na wewe wala sitaki chochote kutoka kwa wako nako. Ila tu nataka uondoke hapa kwetu. Vinginevyo utakuitekeleza mwizi. Naomba uondoke. Basi mimi naondoka. Ila jua bado nakupenda Adija. Mwanae mwenye maskini anapenda mimi. Hivyo wako wao ni wa kumwoa Adija wewe au? Eh? Jipe moyo na kwamba uondoke. Ada. Kama wengine bana, yani nimeshamwambia tangu, yani tangu zamani, sikutaki yume, sikutaki yume. Eh? Na kwa taarifa yako rafiki, tena urudi. Kama unajitakia mimi utajionea mwenyewe. Samahani naomba niongee naye. Ah, kwa kweli nilikuwa na haraka nilikuwa nawahi dukani. Hey, kwa nini Adija amefikia maamuzi haya? Maamuzi gani? Maana mimi mwenyewe simuelewi. Au, oh, kwa vile swali langu nilimwambia tutaishi pamoja. Mm. Unataka kuishi na Adija? Ndiyo. Sasa wewe hivi ulivyo unataka kuishi na Adija? Kila siku nguo hizi hizi, au badilishi kila nikikuona, kwa hivi ni hivi. Kwani unataka kuishi na Adija? Utamweza Adija? Hapana, hey, nimefikia adia toa ya. Eh. Ya kuchukua mkopo kwa ajili yake hili ah. Niishi naye tu. Unajua Adamu, hebu subiri kwanza, wewe hivi ulivyo huwezi kuoa na Adija, kwa sababu Adija anahitaji mwanaume mwenye pesa zake, magari, majumba. Sasa wewe una kila kitu, utampa nini? Hapana, nimpenda Adija, naomba unisaidie kwa hili basi. Ngoja nitajaribu kuzungumza naye, lakini sidhani. Sawa, naomba unisaidie kwa hilo sawa. Niko na wahi dukani Naona una bahasha sijui kuna nini? Naam, hii bahasha ni mzigo wako? Ni posa nimeleta ya bwana Hashim, yule kijana wa mama Hashimu. Naam, kwa hiyo asante sana, mimi nashukuru, nashukuru, nimeipokea, ila inabidi nimtafute mjomba wake tuongee. Mm, si unajua alishapiwa na, na baba yake. Ehe, lakini mtafute mjomba wake tuongee, utaijia majibu Labda ni siku gani ambapo majibu yatakuwa tayari kuchukua? Nadhani muda kama wa siku tatu utaijia majibu. Basi sawa, sijamwona lakini Adija hapa Adija, Adija ameenda kwa rafiki yake epi? Ameenda kwa rafiki yake epi. Basi sawa, sasa mimi naomba nikuage. Naam, naomba niondoke, nashukuru sana, asante, asante sana, nitakula siku nyingine, wala hata usijali. Naam, usijali e, e, basi inshallah, Asante. Hashimu anamtaka nani? Wewe si ndio mtoto wangu uliopo hapa, kwa maana yeye anakutaka wewe. Mama, yaani mi nikaolewa na kwaye Hashimu? Mama, hapana mama, nitakudanganya na kwa hilo kweli. Mamini unipendi binti yako mimi, si nikaolewa na Hashimu mwanaume ambaye hana uwezo wa kimaisha mama? Mi nilikwambia hivi, mwanao ni ndoto za kuona mwanamume mpisa zake. Kwani Hashimu ana nini wewe? Asikuoe, una nini mwanangu? habari za kinashimu sizitaki mama. Hashimu simpendi, hana kipato chochote kile. Mwanangu, mwanangu, riziki imekuja, usipige teke mwanangu. Hashimu ni kijana mzuri, Hashimu ni mkijana mcha Mungu eh? Mwanangu hapana mama, yeye awe mcha mungu awe nani, simpendi mimi. Nilikwambia binti yako anapenda wanaume wenye pesa, simpendi Hashimu. Mwanangu, mwanangu, Hashimu umtaki Hashimu, mwanangu Haya, shauri yako unja, mimi nikuache. kwa kweli yo mama ni nani? Na wala silifikiri na mama kama nakuheshima mama yangu, kwa kweli, kwa hili naomba tusikosane. Ujio wangu hapa nimekuja kwa ajili ya kuleta majibu ya posa, posa ile ambayo tulipeleka kule kwa mama Hadija, na majibu yenyewe ni kwamba ile posa imekataliwa. Toba amekataa na akasema kwamba hataki kuchumbiwa. Kwa nini? Sababu kubwa aliyozungumza amesema kwamba yeye anahitaji kuolewa na mwanaume ambaye ana uwezo, ina maana kipato changu akiweza kukidhi mahitaji ya Adija. Ah, sina uhakika sana, lakini kitu kikubwa alichokizungumza amesema kwamba anahitaji kuolewa na mwanaume ambaye ana majumba, ana magari, yani kwa kifupi apanga, apanga, ni tajiri. Hapana, hapana jamani, mimi Adija nampenda sana Adija, ndio mume wangu. Basi mwanangu utapata ya, mwanamke mwingine. Ashim, pole pole, maumivu ulionayo hata mimi ninayo pia, lakini unaweza ukapata mwanamke mwingine mzuri. Mama, mimi naomba jamani, niwaage, niondoke. Mama, nashukuru sana, mimi nakwenda. Baki salama, utapata mwanamke mwingine nampenda Adija, mama. Adija alija kitu gani? Utapata mwingine. Haya, mimi taonana na mama yake, tutazungumza labda, anaweza kabadili mawazo mama. Baada mama, nampenda Hivi shoga yangu, umeshindwa kabisa kabisa kabisa kumshawishi Adija aolewe na mwanangu wa shim? Shoga yangu, Adija amegoma kabisa, sina budi, siwezi kumlazimisha. Mabinti wa siku hizi kwa kuchagua wachumba hawezi wakajua Mungu amemwandalia nini. Wanachagua chagua sana wachumba kwa nini? Yani adija, adija kagoma kabisa, kagoma kabisa . Basi tusimlazimishe labda. Si shoga yangu tulikuwa ni washamba, si tulikuwa ni washamba, lakini ndoa zetu zilikuwa zinadumu sana. Lakini sasa hivi wiki moja tu wanaachana, wanajidai wanaoana kimtandao. Basi tusimlazimishe ni nakwenda. Samahani shoga yangu. Mimi nilikuwa napenda kweli ashimu amua Hadija, lakini hakutaka Hadija kao. Nisamehe sana shoga yangu ah. Nakushukuru sana kwa kuitikia wito wangu, ila unaweza unaweza kuniambia ni kitu gani hasa kilichomfanya paka Hadija akakataa posa yangu? Kiukweli ni sikuficha tu, yani Hadija anahitaji mwanaume mwenye nyumba nzuri, gari pesa, yani nishoti tajiri. Sasa wewe huna kila kitu. Pesa zipi hizo ambazo anahitaji Adija? Hmm? Mimi mbona niko vizuri tu, eh? Kama pesa za kumtunza mimi ninazo, eh? Labda ni kipi ambacho anachohitaji kingine? Kama sio kumtunza mimi uwezo ninao. Sikatai uwezo unao, lakini uwezo anaohitaji yeye ni mtu mwenye pesa zake. Wewe pesa huna. Hujamwambia kuwa mimi ni mcha Mungu. Eh? Mimi namwamini Mwenyezi Mungu, namcha Mwenyezi Mungu. Ungeendapo kama hivi atakubali kuwa na mimi, kuna faida ambazo atazipata. <laughs> Usinifurahishe yeti, uchamungu mwenzio hahitaji uchamungu wako, anahitaji pesa, nyumba nzuri, gari, eh? Sasa wewe huna kila kitu. Mimi katika imani naamini ya kwamba hakuna mtu anayezaliwa na nguo wala mtu anayezaliwa na pesa, hivyo vitu vingine vya kutafuta hapa duniani, eh? Sikatai pesa zinatafutwa, lakini yeye anahitaji mtu ali, alionavyo kabisa, yani anahitaji pesa, gari nzuri, mm? nyumba we huna Epi, wewe bana, wewe ni rafiki yako muda mrefu bana. Nenda kambembeleze, mimi si kama eh? Ndugu yako kabisa eh? Au unapenda kuona mimi nateseka na ngaika kwa sababu ya yule mtu bana. Nisaidie bana. Hadija, mimi nampenda sana. eh? Kama kumbembeleza nitabembeleza nitajaribu, lakini ila sidhani kama utakubaliwa kama nilivyokwambia tu mwanzo nahitaji mtu mwenye pesa kwaheri, mimi naenda. Yeah, lakini umeshindwa kabisa kujitahidi hata kumbembeleza bembeleza. eh? Mimi sikutani nakueleza, nahitaji mtu mwenye pesa zake kwaheri, mimi naenda tutaonana. Haya bana, acha tafute wenye pesa, wenye magari, wenye raha, sisi masikini bana. Posa hmm, hmm, nyingine imeletwa. Ni mtu aina gani? Mwanangu, umeanza uchaguzi wako. Ndio, mama, nafanya hivyo ili sije kawa kama zile zilizopita mwanangu. Ndio maana nafanya hivyo. Huyo ni mtu mwenye pesa kama unavyopenda watu wenye pesa. Ila, ila nini mama, mbona nashindwa kukuelewa? Mchumba mwenyewe ana mke mwingine, anataka mke wa pili. Aka, yaani mimi nikae mke wa pili. Mambo ya ukewe wapi na wapi? Kwa kweli mama siwezi nikaenda nikawe mke mwanza, ni hata siku hata siku moja kwanza. Mimi niamini unipende hivi kwa leo, nakubaliana ili kabisa mimi niende nikaolewe nikawe mke wa pili? Kwenye kabisa kabisa mama wangu kabisa. Dini yetu ya Kiislamu inaruhusu mwanangu, eh, alafu ukizingatia mwanamume mwenyewe ana pesa eh, kama mwanamume unaopenda wenye pesa, mwanangu, eh. Mama ni kweli dini inaruhusu, lakini kwa hili sipo nalo nalo, yani sikubali, yani nalo kwa lolote lile li, mamangu, utanisamehe. Ndiyo, shangazi. Moja, nikusalimia shangazi yangu, ni siku nyingi nimekumisi mwanao. Kweli maana, mimi ndio baba yako. Jambo gani tena shangazi? Afu lini na lini mwanamke jamani akawa akawa baba shangazi bana? Eh, hey, anakuwa baba kwa sababu mimi nimeshika nafasi ya marehemu kaka yangu ah. Oh. Sasa ndo nimeelewa shangazi, nilikuwa hata sielewi lolote. Ndio shangazi yangu. Haya naambia ni jambo gani? Nakuuliza mwanangu, kwani unakataa chumba? Eh? Utakaa mpaka lini kwa mama yako? Shangazi, ni kweli na wakataa wachumba, lakini shangazi, ipo sababu ya kulifanya mimi nikataa wachumba. Sababu gani? Wachumba shangazi, wanaokuja ni wanaume maskini, kiukweli. mieaoseo lika yangu mimi, sasa nikawliwa na wanaume maskini hata siku moja. Alafu kuna mchumba mwingine alikuja ana- mke kiukweli, shangazi zikle na mchuma mwenye mke hata siku moja. Yaani mimi nikae mke mwenza, na bado mli wangu bado niko mtoto mdogo sana kiukweli shangazi, yau hapana. hiyo ndo sababu inanifanya mimi nakataa kuachunga. Mwanangu, we ulikuwepo wakati baba yako na mama yako wanaoana, walikuwa ni maskini sana, walikuwa hawana uwezo wowote, na baadaye ndipo walipopata mali, wakawa matajiri. Kwa hiyo nami ninavyokushauri, naomba uolewe mwanangu. Shangazi, alipo wakati mgumu, lakini mi naona hayo ni maamuzi ya wazazi wangu, baina ya mama na baba, lakini haya ni maamuzi yangu mimi, kama mimi. Unaona shangazi, uh, kiukweli sikulizia wachumba lofu. Sasa mi navyosema, naomba uolewe Adija. Sasa shangazi, nitaolewa, lakini naomba shangazi zangu sinichukie. Sawa hapo, umefanya vizuri hapo, nimefurahi. <laughs> ni vizuri ngoja hivi. <laughs> Afadhali umekuja, ngoja nikuletee nguo uweze kunisaidia kufua. Asante. <laughs> <laughs> kwa kujipenda huwa uko vizuri. Unajua mwanamke ukijipendezesha, unapendeza. Kawaida tu usijali, umependeza sana mrembo wangu. Wewe mm -hmm. Unakuja na wewe da <laughs> mara moja moja. Alafu wale wasichana ulioniletea siku ile, mbona si wao ni tena saa hizi hivi epi? yule mkaka bado anakusumbua? Yupi yule uliodai na kupigia simu anadai kwamba itaniishi harushi? Amna, nilimwambia tume pesa kutuma, angejichanganya tu kutuma, wala hata nisingeenda. Maskini wa Mungu, kaka hata alijishtukia. Eh, lazima ajishtukie. Tuachane na hayo mambo. Unajua, juzi nimekutana na Hashim, amenilalamikia sana kuhusu wewe kum, kumkataa, yaani analalamika sana. Hivi huyu mkaka anauza sumu bangi au? Maana simuelewi, nishamtamkia simpendi, lakini bado analazimisha kweli. Hivi kweli ana ana akili huyu? Yaani simpendi huyo mkaka. Em, achana naye. Hashim anakupenda. Ndio hivyo. Mwanaume akiwa nakutafuta mwanzoni anakuwa na moyo wa huruma, lakini akisha kupata inakuwa ni pata pata potea. Haya <laughs> bwana, tuachane na haya <mimicro> Mzigo unahitajiwa ujue. Poa natakiwa niwezeshe tu ili niweze kuleta huyo mtu. Usiofu, fadhili kashatuma pesa. Kocha msingi hapa tufanye mambo yaende sawa. Mchakato wa freshi tusiangushane hapa. Mnaelewa jamani? Afu okay, ninakumbuka kitu. Safari hii kinachotakiwa ni kiungo cha mwanamke, sawa? So, afu na mwanamke mwenyewe sasa. Hawe ni yule ambaye hajazaa. Sisi tukajichanganya kwenye hapo mkumbuke. Ndio. Na wamesema tufanye haraka sana. Maana wewe sare wewe, sometimes sometimes ma, masuala mengi. Kwa hiyo sijui. Sijaangushi kabisa? Siwezi kuangusha. Maana hii ni pesa. Hamna mtu ambaye hahitaji pesa. Sasa tupige pesa tuachane na hizi biashara. Okay, afu inabidi kesho muondoke. Itabidi niondoke naye. Si mnajua mimi ninavyopenda upambe jamani? Eh, ndo cha msingi hicho. Ah ah. Safari ni nikwambie kitu. Safari naenda naye mimi mwenyewe. Ah, sikilizeni, sawa. Wewe zamu yako ilikuwa imeshaisha. Huyu hapa mwachi naye aende. Sawa. Hamna, mimi ninavyoona kama alivyoshauri Miss Helen. Mimi nitaenda na Okay, okay, haina shida lakini kwa mi kitu wewe unaupendeleo. ah-ah, mambo kama hayo ndo gasti mind. Sawa, mimi nimeshaongea, nimeshamaliza full stop. Twendeni au vipi?